Migogoro ya kimataifa kama vile janga la Covid 19, tabia nchi na mizozo kama ile ya Urusi Ukraine umeathiri soko na kilimo ulimwenguni. Ila wataalamu, watafiti, wasomi na mashirika yasiyo ya kiserikali imebuni mbinu ya kukabiliana na changamoto hizi, ikiwemo mfumo wa agroekolojia ama ukipenda agroekoloji. Mbinu hizi zinaangaziwa kwa kina na mkurugenzi wa shirika la Biovision Daktari David Amudavi katika mano la kilimo cha ekolojia jijini Nairobi. Wakulima pia wana ujuzi, wana elimu, wana maarifa ambayo hiyo ikitumia pamoja na maarifa ya wale tunaita watafiti researchers, huenda wakatatua matatizo mengi ambayo huwakumbatia katika hali ya kilimo. Mkutano ambao tunao ni conference ya kilimo cha ekolojia, tunaita kwa kimombo agroecology ambacho kimeleta watu karibu mia saba. Madhumuni yetu ni kuonyesha jinsi kilimo hai ama kilimo ambacho huzingatia sana mazingira na hujaribu kutumia rasilimali ambazo watu wanazo katika sehemu zao kuimarisha lishe bora, jamii lazima izingatie kilimo bora. Kilimo hai ni kilimo cha afya, ambacho ikiwa watu wanaweza kuhitaji vyakula vingi ambavyo vimepandwa kutumia mbinu za kilimo hai. Hiya pia ni njia moja ya kusaidia wakulima waone hmm, ya kwamba ndio si tu kivyao peke yao, lakini pia wanaguza vyakula ambavyo vitatumika na jamii wote mashinani, katika miji na katika nchi nzima. Prosilience ni sehemu ya mradi wa mpango wa kimataifa wa udongo wa GIZ unaotekelezwa kwa niaba ya wizara ya shirikisho na ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo ya Ujerumani, BMZ. Madhumuni yake ni kuimarisha mageuzi ya agroekolojia na kilimo katika mataifa manne ikiwemo Kenya, Ethiopia, Madagaskar na Benin. Nchini Kenya, mradi huu unalenga kaunti ya Siaya, Kakamega na Bungoma. David Caston ambaye ni meneja wa mradi wa Prosilience nchini Kenya anaangazia umuhimu wa majadiliano kuhusu agroekolojia na kilimo hai kwa jumla. GIZ ni shirika la serikali ya Ujerumani na tunafanya kazi pamoja eh, sekta ya kilimo pamoja na serikali ya Kenya, Ministry of Agriculture Livestock governing the sector. Uh, ni vision kwa kutafuta na kupata transformation ya sekta kupata maendeleo that is sustainable and that also addresses the needs of future generation. Kulingana na David, anasadiki kwamba mafunzo anaotoa kwa wakulima maeneo ya magharibi kuhusu hifadhi wa mchanga bora na jinsi ya kuzuia mmomonyoko wa udongo umechangia mazao nchini Kenya. Shirika la GIZ tunafanya kazi katika ya Magharibi kaunti ya Siaya, Kakamega na Bungoma. Tunafanya kazi pamoja na wakulima, tunatoa trainings ya mmomonyoko wa udongo na kuboresha udongo pia, kwa sababu tunaangalia maendeleo ya kubadilisha hali ya hewa ni muhimu protect uh, healthy soils katika Kenya Magharibi. Tutapata mvua miaka ishirini ijao, ni, ni shida ya udongo pia na mmomonyoko wa udongo udongo hiyo ni sababu tunatoa trainings ya agroforestry, kilimo hifadhi, terracing, fanya juu fanya chini, practices ya kuboresha udongo, kulinda udongo pia. David anaeleza mbinu ambazo wanatumia ili kuona kwamba wanaafikia malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 ama ukipenda SDG 2030 ikiwemo uwepo wa vyakula bora vya kutosha, afya na hali bora pamoja na matumizi ya uzalishaji bora. Tunafundisha mambo ya kuboresha udongo ni kama kutengeneza mbolea um, ya majani mbili. Tunafundisha tumia majani inaitwa cover crop, unapanda pamoja na mahindi na crops nyingine, inatoa nitrogen biologically ndani ya udongo. Kwa sababu ya kulinda udongo, tunafundisha terracing, agroforestry, aina immediate return kini long term return iko kuimarisha udongo na kutumia agroekolojia ni muhimu katika kujenga mifumo ya chakula cha kilimo barani Afrika. Kwa kutanguliza afya ya udongo na kuunganisha kanuni za ikolojia katika kilimo, Afrika inaweza kupata uhuru wa chakula na kustahimili hali ya hewa kwa vizazi vijavyo. Juhudi za ushirikiano kati ya wakulima, watafiti watunga sheria na mashirika ya kimataifa zitakuwa muhimu katika kuleta mabadiliko haya barani Afrika. Kitu ya muhimu, wakulima ni vizuri wanajifundisha kutoka kwa wakulima wengine. Inaweza kuwa tunaweza kuwa na mkulima mmoja pale ambaye anafanya kazi vizuri sana, usingojea daktari wa mbali. Huyo mkulima ni kama daktari wako, uona anafanyaje, ujifunze moja mbili na ujaribu. Mkulima kama huyo, utaona ya kwamba amechukua hatua. Jina langu ni Masi Taira Murengo.